Kilomita ambazo tunazo mkoa wa Songwe za mkoa mzima ni kilomita 1034.71 kati ya hizo kilomita 257 ni za lami na kilomita 810 changarawe. Hali ya barabara zetu ni nzuri, ingawa mwaka wa jana tulipata mvua za El-Nino, lakini tunamshukuru Mungu tuweza kupita salama, ingawa tulikuwa na changamoto za hapa na pale kwenye baadhi ya barabara. Barabara iliyopata shida sana ni ile ya Kamsamba, inatuunganisha na mkoa wa Rukwa. Kuna sehemu ambako ilihitajika sasa tuweze kupata uwezesho kwa ajili ya kujenga daraja, na ni kweli mheshimiwa Rais, baada ya kuwa amepata taarifa za El Nino kwa mkoa wetu, aliweza kutupatia fedha zaidi ya bilioni thelathini na mbili kwa barabara tofauti tofauti. Kwa maana nikisema barabara ya Mlowo Kamsamba, kutokana na ile eneo ambalo ilikuwa limeathirika na mvua, tulilazimika tujenge daraja la mita 60 lakini na maingilio ya lile daraja kwa zaidi ya bilioni saba nukta tatu sita tano na hilo daraja linajengwa na mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Bemlo Contractor, na anavyoongea sasa hivi yuko zaidi ya asilimia tisini. Hizi ni juhudi ambazo zinaonyesha wazi kwamba juhudi za Mheshimiwa Rais za kuwapatia kazi makandarasi wazawa zina mlengo chanya, kwa maana ya kuwawezesha wakandarasi hawa kuweza kufanya kazi kwa bidii. Tunazungumzia barabara nyingine iliyoathiriwa na mvua za Elinino, ni barabara ya Ibungu kwenda Kafafa kuna sehemu mbili ambazo zilikuwa zinaathiriwa za madaraja lakini na sehemu ambazo zilikuwa na maporomoko makubwa. Eneo la Sange ni moja ya sehemu ambayo ilikuwa imeathiriwa sana na hizo mvua na daraja lake, na navyozungumza yule mkandarasi sasa hivi anajenga lile daraja na liko kwenye asilimia tisini na mbili. Mkandarasi mwenyewe ni mzawa, anaitwa Yerman Engineering na anatekeleza daraja lile kwa gharama ya zaidi bilioni saba nukta saba kisogea mbele tena, kuna sehemu ambayo na yenyewe ilipata hali ngumu ya El Nino, na kulikuwa na daraja pia linaitwa Kabalisi, na daraja lile linajengwa li li na mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Jasco Company Limited. Daraja lile liko kwenye asilimia kama sitini kwenda sabini kwa hatua ambazo tulizonazo kama wasimamizi huku mkoani, tuna uhakika kufika katikati ya mwezi wa kumi na moja tutakuwa zaidi ya asilimia tisini kwa sababu wamebaki na sehemu chache za kuinua na kupandisha yale madaraja tuweze kumaliza ile kazi. Daraja hilo pia na lenyewe limejengwa kwa zaidi ya bilioni saba karibu nukta sita, na wakandasi wote wako site na wanaendelea na kazi vizuri. Barabara nyingine iliyopata changamoto kwa mkoa wetu wa Songwe ni ile barabara barabara ya kutoka Ndembo kwenda Ngana. Ngana inaenda kutunganisha na wenzetu wa mkoa wa Mbeya, lakini inaunganisha na nchi jirani ya Malawi kwenye mpaka wa Kasumuru. Ile eneo lilikuwa ni la milima, na lenyewe mvua ziliweza kuporomoa ile milima na kuziba barabara. Mheshimiwa Rais akatoa fedha ambazo ni zaidi ya bilioni nane ziko kule kwa ajili ya kutoa changamoto ambayo ilikuwa inapata wananchi kwa maana ya kuweza kuvuka kutoka wilaya ya Ileje kwenda mkoa wa jirani wa Mbeya, lakini kwenda mpaka nchi ya Malawi kwenye mpaka wetu wa Kasumuru. Mkandarasi yule naye ni mzawa anaitwa Mbuya Contractors na, na, na asilimia ya mradi ule uko kwenye asilimia themanini na tano sasa hivi. Sasa anajenga zile barabara za zege ambazo kimsingi zile barabara zitaweza sasa kuondoa changamoto iliyokuwepo lakini na yale yani, magema ambayo yalikuwa yanadondoka baada ya kuwa yamekatwa, tuna ya tuna imani ile changamoto kwa wananchi imetoka, na sasa uchumi wa nchi kwa maana ya wananchi wa chini na wa juu wote wataweza kuinuka kisawasawa, lakini ile kusafirisha mazao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kufupisha ule mwendo wa safari imekuwa ni nusu la kwetu. Kwa hiyo zile fedha nafikiri zimefika wakati mwafaka. Mkoa wa Songwe umepokea zaidi ya bilioni mia tatu na kitu nikisema kwa mfano hii barabara ya Isongole kuja Mpemba au kutoka Mpemba kwenda Isongole ambapo inaenda kutuonekti kutu na nchi jirani ya Marawi zaidi ya kilomita hamsini za lami zimetekelezwa na zimetengenezwa, zimekamilika kwa asilimia mia moja zaidi ya bilioni mia na saba zimetumika pale. Barabara ile ni ya kisasa zaidi, kwa maana imetumia superpave na ina upana mkubwa na madaraja imara zaidi. Kwenye mradi huo tumeweza kupata daraja kubwa ambalo limetuunganisha kati ya nchi ya Malawi na Tanzania kwenye mpaka wetu wa Songole. Sisi kama nchi ni faida kubwa, kwa sababu tumejikonekti sasa na nchi ya Malawi na nchi ya Malawi inatutegemea sana, mizigo yao kutoka kwetu kuelekea ukule. Kwa hiyo, kwa miundombinu ambayo Mheshimiwa Rais ametupa wale wananchi wanafurahi, sio otu kwa maana ukianzia pale Isongole tena tumepata fedha ambazo zinatekelezwa zaidi ya bilioni sabini na nne na mradi huko kwenye utekelezaji kwa sasa hivi na mkandarasi ameshaanza ile kazi, yuko asilimia kama saba nukta tano na ameanza hivi karibuni, lakini unaona jitihada zinavyokwenda na mradi unavyokwenda kwa hali halisi sasa ya mkoa wetu unavyozungumza kwenye zile fedha ambazo nimesema zaidi ya bilioni 300, unaweza kuona bilioni 107 ambazo zimetumika kwenye mradi wa Mpemba Isongole, bilioni 74 zinatekelezwa kwenye mradi wa Isongole tu kwenda Ndembo hadi Ngana, kwa maana ya kuja kutuunganisha na kule Kasumuru, zaidi ya bilioni 74. Lakini tuna daraja ambalo tumelimaliza tume, na limetekeleza na limefanyika kuunganisha mkoa wetu na mkoa wa Rukwa, lile daraja la Kamsamba. Daraja lile ni kubwa, ukiangalia lina zaidi ya mita 84 na limetengenezwa kwa gharama ya zaidi ya bilioni 17. Sasa unaweza ukaangalia zile fedha zilivyoingia, mtandao wetu wa barabara una changarawe na lami, lakini unaona juhudi za makusudi za serikali za kuweza kuimarisha mitandao yetu. Tayari hii barabara ya kutoka Tunduma kuja Mbeya kwenda Igawa iko kwenye mpango mzuri, kwa maana kuondoa changamoto iliyopo kati ya Igawa kuja mpakani mwa Tunduma. Sisi kwa upande wa Songwe, tayari serikali inatuwezesha fedha kwa ajili ya kupanua zile sehemu ambazo zina changamoto, kwa kutekeleza kwa awamu ya ambayo sio ya muda mrefu, lakini awamu ya muda mrefu ambayo serikali inayo ni kutengeneza barabara hii kwa kutumia PPP na hatua za PPP ziko kwenye mwendelezo mzuri ambao tuna matarajio makubwa. Hiyo barabara ikishajengwa njia nne, na hizi zinazoendelea kuwa njia, jumla zikawa sita, tunategemea changamoto ya barabara kwa wasafirishaji inakuwa imeondoka. Lakini unaweza ukaona mipango ambayo serikali imeitekeleza kwa uharaka wa kufikiria kuweka sehemu ya ukaguzi wa pamoja kwa ajili ya kuondoa changamoto pale eneo la Iboya na wananchi wameshuhudia zaidi ya bilioni nne nukta nane sita nane zimeletwa mkoani kwetu na kwa ajili ya kufanya fidia kwa wananchi wale, ili sasa utekelezaji wa ujenzi wa mizani mikubwa lakini na kituo kikubwa cha ukaguzi kiweze kufanyika mahala pale. Sisi hizi tunasema ni mapinduzi makubwa ya katika miundombinu kwa mkoa wetu wa Songwe kwa sababu changamoto zile kubwa zinaweza kuondoka. Mipango mingine ambayo unaweza ukaiona ni kwenye hii barabara yetu ya Mlowo kwenda Kamsamba, sehemu mbalimbali zinatekelezwa kwa maana ya kuweka madaraja makubwa mazuri ambayo yanaendana na dizaini ambayo ipo, lakini na mwendelezo wa kuanza kujenga hiyo barabara kiwango cha lami ambako tumeanzia utekelezaji. Utaanza Mlowo kuelekea Kamsamba zaidi ya kilomita tano zitaanza kujengwa na kutokea Kamsamba kuja zaidi ya kilomita tano lakini hii ni kwa maana ni mwendelezo ambao unaendelea. Mkandarasi yuko hatua za mwisho kwa maana ya kumobilize mitambo ili aweze kuja eneo la kazi. Tunafahamu umuhimu wa ile barabara na serikali imeweka jicho kubwa kuhakikisha tuifanye iweze kupitika ufasaha zaidi, lakini iweze kutengenezwa kiwango cha lami. Wananchi ni mashuda barabara ile miaka ya nyuma ilikuwa inatembea, ukitoka Mlowo kuja kufika Kamsamba lazima utumie masaa kumi mpaka kumi na mbili lakini kwa sasa hivi tunatumia masaa matatu. Hii inamaanisha kwamba sasa ile barabara imeboreshwa angalau, sasa wale wasafirishaji wanaweza kwenda kwenye spidi ya 80 60 mpaka 80 kwa maana unaweza kutumia zile kilomita mia thelathini kwa masaa matatu ukaweza kufika huko. Tunatarajia sisi kuiona ile barabara mwendo wa kuisafiri uwe mfupi zaidi, usifike yale yani masaa matatu, tuyaboreshe zaidi kwenye hizi fedha za kawaida ambazo tunazipata tayari. Wakandarasi tunaweka maeneo yale waweze kwenda kuondoa zile changamoto ambazo tunahisi kwa wananchi kwao zitakuwa kero.